Sauti hii inaielekeza kwa watanzania wenzangu. Leo nina machache ya kuzungumza nanyi asubuhi. Kumepambazuka, sauti nzuri za ndege zinasikika zikilia katika kila pande. Ni muda mzuri wa watu kutawanyika sehemu mbalimbali, ili kutafuta riziki alioandalia mola wao mlezi. Utulivu umetawala katika kila sekta Shuleni, barabarani, katika vyombo vya usafiri, katika nyumba za ibada, hospitalini na sehemu zingine. Jioni jua linazama, usiku unaingia, ni muda mzuri sasa wa watu kurudi katika makazi yao, baada ya mihangaiko mingi ya kutafuta riziki katika kona mbali mbali. Mambo yote hayo yamebebwa na neno dogo sana, Amani, amani. amani. amani. amani hii tuliyo nayo ni zawadi nono sana kutoka kwa Mola wetu Mlezi. Anasema Allah mtukufu wa idh qala Ibrahimu, Rabbi ij'al hadha albalada, amina, nakumbuka ewe Mtume, pindi ambapo Ibrahim aliposema akimuomba mola wake aliposema: ewe Mola wangu Mlezi, ujalie mji huu uwe na amani, mpaka mwisho wa aya. Amani hii tuliyonayo ni rasilimali muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Furaha na vicheko vimetawala katika miji kwa sababu ya amani. Watu wanamwabudu Mola wao kwa utulivu kwa sababu ya amani. Watu wanafanya shughuli zao kwa utulivu kwa sababu ya amani. Wageni mbalimbali wanaingia katika nchi yetu hii ya Tanzania kwa sababu ya amani. Nchi yetu hii ya Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye amani na utulivu barani Afrika. Historia inasema nchi ya Tanzania tangu ipate uhuru wake mwaka 1961 haijawahi kukumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe au mzozo wowote mkubwa wa ndani, bali watu wake wanaendelea kuishi kwa amani. Tuilindeni amani, enyi Watanzania wenzangu. Amani hii tuliyonayo ina thamani kubwa sana kwetu. Tusikubali ikapotea kwa gharama yoyote ile. Vilio vimetawala, amani imeondoka, haipo tena. Utulivu kwa wapi? Kwa hakika umetoweka. Anasema Allah Mtukufu, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizqaha ragada yatiha rizqaha ragadan yasnaun, na Allah amepiga mfano wa mji huu uliokuwa na amani na utulivu na unajiliwa na riziki zake kwa uzuri na wepesi kutoka kila upande, wakazi wake wakazikanusha neema za Allah. Kwa hivyo Allah akauvika vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Tazama, furaha yao iko wapi tena? Amani yao ipo wapi? Utulivu wao upo wapi? Kwa hakika umetoweka, haupo tena. Sauti za watoto zinasikika wakilia, watoto wanalia, wazee wanahangaika Kila mtu anaihangaikia nafsi yake, familia zinapoteza wapendwa wao, watu wanawazika wapendwa wao, miji imechafuka, hawana amani tena. Amani imetoweka, amani imeondoka, sauti za bunduki na mabomu zinasikika kila upande. Enyi Watanzania wenzangu, hivi haya hamyaoni na kuyakumbuka? Kulinda amani ni jambo jepesi sana, lakini kuirudisha amani iliyopotea si jambo jepesi. Ewe Mola wetu mlezi, kwa majina yako yaliyokuwa mazuri na sifa zako zilizotakasika, tunakuomba Mola wetu, utudumishie amani ya nchi yetu. Amani hii tuliyonayo katika nchi yetu ina thamani kubwa sana katika maisha yetu. Mola wetu mlezi, kila yule aliyekusudia shari nchi yetu, tuiepushe na shari yake. Mola wetu mlezi, tunakuomba umhifadhi rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan mkinge na kila shari ya Rabbi, mpe nguvu na umsimamie katika mambo yake. Kila aliyekusudia shari dhidi yake, tunakuomba mwepushe nayo ya Rabbi. Amani na utulivu ndiyo itakayowawezesha kufanya shughuli zenu za maendeleo, ndiyo itakayowawezesha muweze kwenda mashamba kulima vizuri, kuvuna vizuri na kuja kuuza hapa kwa raha kabisa. Amani na utulivu ndiyo inayotufanya hata majumbani tucheke tukae vizuri, tuangalie michezo kwenye tivi. Kukiharibika, hayo yote hayapo. Niombe sana wale wanaokuja kuwashawishi kwa neno lolote lile, kwa sababu yoyote ile, kuharibu amani na utulivu wenyewe lenu, msikubaliane nao. Watanzania wenzangu, tuilinde amani ya nchi yetu. Kuilinda amani ya nchi yetu ni jukumu letu sote, mimi, wewe na yule. Amani ikitoweka, madhara yake hayachagui dini, kabila wala chama. Mimi nipo tayari kuilinda amani ya nchi yangu. Je, wewe upo tayari?